E bwana mashindano ya safari rali e, yanaendelea maeneo ya Kenya upande wa Naivasha kule. E bwana, kama uko hapo na ungependa kujionea safari rali mashindano yake e, vile zinakimbia e, unaweza ukafika maeneo ya Naivasha e, yani u, maeneo ya Kenya upande wa a, Naivasha kule. Utaenda kujionea safari rali vile ambavyo zinakimbizana a, mambo yako live bila chenga kule e, Naivasha Kenya huko. Sasa uh, safari hii inafanyika kila uh, kila kila mwaka mtazamaji, inapofika uh, mwezi wa tatu, inapofika mwezi wa tatu basi e, tarehe kama ya leo, basi mashindano yale huwa yanafanyika kila siku uh, maeneo ya Naivasha kule. Sasa mtazamaji E, pengine uko hapo na hujui inafanyika lini. La lini, nishakuelezea tarehe 23, kila mwaka a, mashindano haya yanafanyika, na serikali pia inaunga mkono, sababu anasema mashindano haya huwa yanatilia pesa sana a, nchi ya Kenya, sababu watalii wengi huwa wanapenda kujionea a, mashindano haya, yani pale safari rally mtazamaji ni gari zingine ambazo zinakimbia kwa kasi mno eh. Alafu mimi nashindwa itakwaje kuwa ikianguka ile gari eh? Swali kama hilo nimeweza kupatana nalo, lakini nitakwenda kukujibia pia e, bwana. Wale madereva pale ndani ndio naojibu swali hilo. Wale madereva pale ndani huwa wamevaa vitu fulani ambavyo hata kianguka hawawezi kuumia, yani kama helmet wamevaa, wamevaa ma, mi, magambut, yani si gambut, yani kama vile holda zile eh, kwa miguu kwa mikono kichwa pia chote kimefungwa na helmet yani, hata iwapo watateleza kuanguka, basi ah, hawaumiwa labda gari liumie lakini watu huwa wapo ah, eh, salama. Sasa serikali ikiwemo rais wa Kenya bwana William Samoe Ruto, ah, ah, anasema kwamba ah, mashindano haya huwa yanawatilia pesa sana inapofika mwezi wa tatu kwa sababu watu wamezoea sana kujionea mashindano haya ya safari rally. E, sasa wazungu pia huwa wanapenda kujionea mashindano haya, hasa wazungu huwa wanakuwa ni wengi sana e, katika kujionea mashindano haya. Sasa anasema kupitia watalii e, kukuja kujionea mashindano haya, basi nchi huwa inazidi kupata pesa, inazidi kunufaika na E, maisha yanazidi kusonga bwana Alikiba nakwambia, maisha yanazidi kupanda bei naitwa majina e bwana, nilikuwa nakwambia kuwa maisha yanazidi kupanda kupanda bei, yanazidi kuwa rahisi sana iwapo e, watalii watakuja na kujionea a, safari rally hizi zinavyoburuza mchanga pale chini kwa chini bwana e, kuna baadhi ya picha nimeweza kukuwekea hapo zinaonyesha kuwa E, safari rali vile ambavyo e, huwa zinakimbia mtazamaji, zinakimbia kwa kasi mno. E, ndio maana e, mtu anaeza kwambia fanya haraka, tembea mbiombio kama vile safari rali ya e, bwana huwa anamaanisha kitu kama hichi. Safari rali bwana huwa zinakimbia, zinakimbia sana a, kwa kasi hizi. Sasa, mtazamaji, e, tutakwenda kuniekea pale kama nchini kwenu pia kuna mashindano haya kila mwaka basi ndondoshe comment yako pale eh, katika comment section ya Umbea Media TV, ukapate kunijulisha kweli kama kwenu pia kuna mashindano kama haya ambayo yanazidi kutokea, ama ni Kenya tu ndio tupo na mashindano eh, kama haya. Umbea Media TV inazidi eh, kukujulisha, usahau ku like eh, pia usisahau usahau kusubscribe kwa sababu unaposubscribe ndo na mimi unazidi kunipa motisha ili tuzidi kwenda sambamba, na pia tuzidi kwenda wote ebwana. Kama kawaida, nimekueleza channel yenyewe inajulikana kama vile Umbea Media TV.